Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM wamesema watashiriki kikamilifu marudio ya uchaguzi wa mkuu wa Zanzibar ambao wanatarajia kufanyika Machi 20 visiwani humo. Akizungumza mapema leo katibu hamasa sera utafiti na mawasiliano Digla Mamoto wakati akitoa pongezi kwa Raisi John Pombe Magufuli kwa kutimiza siku mia moja za utumishi huku juhudi mbalimbali na mafanikio yakionekana katika utendaji wake wa kazi katika siku hizo mia moja. Mima Moto amewakumbusha watendaji wa serikali ikiwemo wa mawaziri kutekeleza ilani za chama ambazo Dkt Magufuli aliziahidi wakati wa kampeni ili kuleta mabadiliko chanya na maendeleo kwa wananchi wote. CCM msimamo wetu, tutashiriki uchaguzi we kwa kufuata taratibu zilizowekwa na ZEKI na hakuna yoyote ambaye ana uwezo wa kuingilia mamlaka ya ZEKI na Mheshimiwa Rais jana ametoa msimamo, maana hakuna aliye juu ya sheria hata yeye hawezi kuingilia wala kulisemea lolote linalohusiana na maamuzi ya Zeki. Aiza B Mamoto amesema UVCCM wataendelea kuunga mkono Dr Magufuli katika kuwafichua wabadhirifu wa mali za umma ndani ya chama hicho ili kusaidia Dr Magufuli pindi atakapochaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho na vitendo vyote vya kifisadi. UVCCM tunamwaahidi Mheshimiwa Rais, tutakuwa sehemu ya kusaidia serikali kwa kufichua ubadhilifu pamoja na kufanya kazi, na kwenye hilo tutaanza na wabadhilifu ndani ya taasisi yetu, ili atakapokuja kuwa mwenyekiti, wavivu na wabadhilifu wawe wamejichakata wenyewe. Lakini viongozi wa umoja wa vijana pamoja na wachama, wanachama wote tunatoa wito, tuwe mfano bora kwa taifa letu.